Mdogo Baba, mdogo wangu Zakia, ujambo? Habari za hapa? Hapa salama tu, baba utokako? Huko mimi nitokako, safi. Nimekuja nimefika, kuna nyumba yetu pale. Napiga hodi naona kimya, kama amepita mtu nimemuulizia, ndio akanielekeza kwamba mnaishi hapa. Kwa nimekuja naye mpaka pale. Alafu yeye akarudi na shughuli zake. Haya, ndugu zako wengine wako wapi? Mbake, toka nimefika mimi nakuona wewe uko hapa peke yako tu na mazingira haya, unaishi nyumba hii. Wako wapi kwa sasa? Zulea na mimba yipo kwa mm, shangazi Dazena pia kakimbia. Kakimbia huo msala wa Zulea, maana yeye ndo alikuwa ndo chanzo cha tatizo. Mikasa yupo, ila tukawa na kijana wa ovyo yuko tu mtaani azuru azuru, ila muda si mrefu anakana. Mimi nipo naangalia familia. Ah, pole sana. Sasa mzee naye yuko wapi Make toka nimefika mimi nakuona huko peke yako tu, sawa ndugu zako, kila mtu kasambaratika. mzee naye yuko kaka, unajua kabisa matibabu ya figo ni gharama. hiyo ndio mpelekea baba kufariki, umekimbia na pesa zote. Nimekuja sasa, sijui uko unasemaje? Babangu wanangu, shukuru na nimekuita na jambo moja ambalo nataka kukuambia mimi. Ya sasa hivi hali yangu si nzuri, sasa ninachokuomba mwanangu Kachukue hati ile ya nyumba kwende benki ukachukue mkopo ili tufanikishe kukusaidia katika matibabu yangu na zile katika biashara zetu ambazo tunazozifanya. Kwa hiyo mimi leo naona nimekuelewa baba, na nimekusikia. Utafanya hivyo na Mwenyezi Mungu atakusaidia, utapona baba. Nashukuru baba. Mwanangu, lakini kufanye kitu chenye mwelekeo

Mamaya, ni wawasma, kamaaya, oh. Natumai hapa ni kwa Ramadhani Kingwe, eh? Naitwa Fred Ambrose kara. Ni afsa mikopo kutoka benki. Miezi kadhaa ilopita sasa kama benki hatujaona marejesho yoyote hapa katikati, na tangu mchukue mkopo, akuja malalamiko mala yoyote hakuna. Tuliwaandikia barua mara ya kwanza, haina majibu, tukaandikia mara ya pili, mara ya tatu. Wametuma mimi kama mwakilishi kutoa angalizo hii, kuanzia sasa hii nyumba utakuwa chini ya usimamizi wa benki.

Baba, baba, baba, baba. Kwenye ile hali baba akapata presha akafariki. Sasa, sasa tunavyoishi tunaishi maisha ya shida magumu. Sasa, mdogo wangu, naomba kwa hilo kwanza unisamehe wewe ulioko na mimi hapa, wa kwanza na kuomba unisamee. Haya mambo mengine tukae chini tuyajadili, ili ataenda vizuri, hakituharibika. Na ndio naanza kukwambia wewe, katika familia wewe ni mdogo wangu, mimi na ni mwanamke, si kwamba nabagua, na desturio Tanzania hatuna kubagua mwanamke, na ndio maana mpaka sasa tumepata kiongozi mama, tunamheshimu na mimi nakuheshimu wewe, tunaheshimiana. Mkubwa na mheshimu mdogo mdogo, ana mheshimu mkubwa, hatubagui jinsia. Mdogo wangu mimi, naanza kukuomba wewe msamaha, na watakapokuja ndugu zangu wengine, najua ni wadogo, tutawaomba msamaha ili tupange mambo yaende vizuri, tusiishi kwenye nyumba tena kama hii. Nakuomba kwa hilo msamaha, sawa? Mulionipa kwenu wapi? kwenu wapi? Mandawa, kwenu wapi? kwenu wapi? Mandawa, kwenu wapi? kwenu wapi? Mandawa, kwenu wapi? Yegwe yegwe, karibu sana. Nisha karibia. Ndio, yaani, kwanza kabla sijaanza kuongea chochote, kwanza ongea. Ujanja mwingi mbele kupata mahakama, ujanja ee, ee, ee, ujanja, aya aya aya mama ngungu mayayaaya mama ngungu, ee. ya ya ya ya mama ngungu wacha. mm -hmm. Nilijua dawa ninayokupa mimi mambo yatakwenda kuwa safi. Mimi sina masiara kwenye dawa ndogo ndogo kama hizo. Nishawatibia watu wengi na wakafanikiwa. Eh, yule mama alikuwa ananisumbua. Yaani nilipofanya tasa jachukua. Kitu kwa. Yule ha, bwana naye yupo kaondoka. Na nilipokuambia mganga, yaani saa hivi natamba. Nikia mwaka sebleni. Natamba kama asli. Niona hivi hivi. Yaani yani nashukatu sini. Mimi uwa sifanya masiara kwenye mambo yangu ya tiba. Ndio maana naitwa mganga ifungi. Haya. Sema, nini kimekuleta? Yaani sasa hivi ninachokitaka... Mm. Sawa. Yule bwana kama anavyojua mamako tayari, kisha yani niko peke yangu mganga, sasa ndo nataka sasa hivi. Yaani yaani natamani kama ndio ungenimesimama. Ninachotaka sasa hivi mganga, yaani asikanya hata ndugu mmoja wa mume wangu. Yaani sitaki hata mmoja. Nimekugelewa. Mama zindiko, zindi mama zindiko, zindi we mama zindi zindi mama zindi kozi. We mama zindiko zindi mama zindiko zindi, zindi, zindi, mimi nakupatia dawa ukienda huko. Ebu lete mkono wako wa kushoto ewe. <laughs> unaonekana kila kitu kitakuwa sawa. Shika hii kitakuwa kama ile. mganga hakuna tatizo, si mama Wana mata weka mata, hamna tabu kabisa. Ukienda hii kafukie pembe zote nne, ukishamaliza umemaliza kazi hmm. Basi sawa. Sawa. Sadaka, sadaka weka hapo hapo chini yegwe, basi <laughs> Aya, we nenda, amna tena kinachoongezeka, haya

Baba, baba, nakuomba unisamehe baba, nakuomba unisamehe. Umeugua mpaka leo umelala hapa, baba, mimi sikuwepo, sijakuzika mwanao. Nakiri mbele yako baba, nimefanya makosa, ila nakuahidi baba, tutajitahidi kulea ndugu zangu. Unisamehe huko ulipo baba, na kuomba unisikie, na kuomba unisikie baba wangu, kweli nimekosa, nauma <tus> Yaani tunyanyasa yule. Eh, sio kama kaja pale kwa ajili ya nyumba yake kuna jambo katipata. Jambo gani? Amekuwa kunyanyasa kila siku. Ukichesha tu kodi, anataka ngono. Kashauri kwa hiyo dada zangu. Sasa hivi kamia kwangu. Kwaani anataka rushwa ya ngono kwa kibanda hichi. Eh, hey, ukichesha kodi. Kodi anataka

Nami nishalifanyia kazi dada wa kazi anaweza akapatikana muda wote, kwa sababu nimeshaongea naye, ameniambia kuna mambo yake tu kadhaa, na ikasawa hivyo, haitakuwa muda mrefu, atakuja kwako na ataanza. Nataka kuja kwangu, unipa hilo jibu, ukaona shida, mpaka mimi leo nimetoka huko, nimekufuata hadi wewe huko. Lakini, sister, kuna swala moja kidogo linanitatiza. Swala gani?

Kaka, maaa mwanafunzi ndugu yangu, nimefunga e, kufuli mji wangu sababu umevunja makubaliano. Eh, naangalia makubaliano. Mimi ningekubali. E, yani wewe umetoka na dada bado utoke na mimi yani? Sitakuwa mimi chizi kwa nifanye hicho kitu niliyaona. Atokea mwanzo na nikakwambia utayaweza no. Leo ni haya haya, na ndio maana nikaamua kuja kufunga hapa. Kwa hiyo kufunga ndio maana yeah. Na, mua anafunga changu bwana. Umekubaliana, umeshindwa, mimi nifanyeje? Habari yako salamu, mimi ni kaka yake, na habari zako zote nimezisikia na zingine nilizoambiwa na zingine nimezisikia na nimeziona. Ni tabia gani unamfanyia ndugu yangu? Tumekubaliana? Ha, ha. Huwezi ukamlazimisha mwanamke akupe rushwa ya ngono kisa hajalipa kodi ya nyumba, ukizingatia umeshatembea na ndugu yake, uongo kweli? Bado unamng'ang'aniza huyu tena utembee naye kisa kodi ya nyumba mwezi mmoja akachelewesha? Ni tabia gani mnakuwa nayo wamiliki wa nyumba, kwa kweli. nataka kusema watu wote vijijini na mjini wanawake wasipange kwa nyumba zao wakikosa kodi ya nyumba kidogo watoe rushwa ya ngono, si ndio? Ndugu yake na huyu umemdenda rushwa ya ngono, na yeye naye unataka rushwa ya ngono. Hivi inaingia akilini kweli? Makubaliano. Sasa mimi nachokueleza mimi hapa. pesa yako utaichukua kwangu mimi, fungua mlango wewe, umechukua zamana ya huyu na mimi naondoka jioni, nije nipate pesa yangu hapa. Kila siku naulizwa, nasikia kama unavyoona nimeona na, na nimesikia ni mwenyewe kwa masikio yangu. Nakuomba mimi unisamehe, niko ni kosa langu

Ndio ushalitafuta. Kwa mwenyewe ushaamua mimi sio naona na nitekaeka tu hapa ya moyo, kumtia baridi la moyo na jua lote kali itavyokuwa kaka. Wakikukamata sawa, tutakuja kukuletea mahalaga. Wasipokukamata sawa, na si mkeo si mwanafunzi wako maana unaanza kama mwalimu wa hesabu mwenzangu. Mimi nimemaliza unanichosha. Cha muhimu tuo mdada wa kazi ndio muhimu. Ayo mwingine nisha kushauri umeng'ang'ania, wewe sio muoga sijui nini. mimi naitwa Shukuru. Shuku. Yeah. Ah. You know. Ah, yeah. Mi naitwa Milo. Sasa mi na maswali yangu mawili, maswali yeah. Yanahusu nini, una mpango gani na yule binti uliyompa ujauzito? Tufahamiane kwanza, mi sikujui, unijui mimi naongea maneno kama hayo nakuuliza, mimi ndio kaka yao mkubwa ambaye sikuwepo nchini kwa sababu ya biashara zangu na kazi Sa. Sasa issue si kwamba mimi nilikuwa na mpango naye mbaya ama nilikuwa na nia mbaya naye mbaya, bali kwamba yule mimi nilikutanishwa na Zena kimahusiano, na katika haya yote sikujua kama ataweza kupata ujauzito. Hivyo livyopelekea kupata ujauzito, mimi ni nimeahidi nitakuwa naye, sipo tayari kumwacha, nitamhudumia na nimeahidi kumhudumia mpaka pale atakojifungua, na kama mambo yakienda vizuri niko tayari kwa chochote, hata kufunga naye ndoa tu pingu za maisha. <tendol> Ay, ayko, ayko. So sema, kwa kitendo licho kifanya ulichukulia kwamba kutokana na umaskini wao na ulijua kwamba ile ni mwanafunzi, naamua kumpongeza sindio? Kwa hiyo ulichukulia madhaifu haya, haiko hivyo. Swala nalosema si la kweli, kwa sababu mimi, si dhamira yangu kwamba eti nitembee naye, si dhamira yangu kwamba yeye ni maisha bali dada yake Zena baada ya ukosefu wa pesa akawa analipata mimi, anajaribu kuniunganishia na mtu wangu ambaye ni yule za Zulea. Sawa, kwa hiyo mimi mapenzi yangu mi na Zulea aliyotukutanisha ni Zena, haina shida. Acha mimi niende, tutakutana siku nyingine, si ndio? naishi hapa Mm-hmm.

nilikuwa tunamwomba arudi kama siku mbili tatu hivi arudi huko. E, ni wazima kabisa Eh. a shangazwe na jioni njema. Sasa fresh, mambo vipi? Fresh kama kawaida. Karibu